Karibu. Leo tutajifunza kuhusu adaptability. Adaptability ni uwezo wa kubadilika kutokana na mazingira. Kweli mchungu ni huu, maisha hayana huruma, kila kitu hubadilika: kazi, pesa, marafiki, hata mipango yako pia. Na usipobadilika unabaki nyuma, ukiangalia wengine wakisonga mbele Wapo waliolia, wapo waliolaumu serikali, bahati au watu, lakini wapo wengine waliumia, wakachoka, lakini wakaamua kujifunza upya. Hawakuwa tayari, hawakuwa na pesa, lakini walikuwa na kitu kimoja: uwezo wa kuzoea mazingira ambayo tunaita adaptability. Sio mwenye nguvu zaidi hushinda, na sio mwenye akili zaidi hushinda. Hushinda yule aliyekataa kukata tamaa na anabadilika. Usivunjike, badilika. Make adaptability your process.